Hao waliingia nchini walivunja taratibu, vyombo vya sheria vya kisheria vya, vya nchi vilichukua hatua kwa, lakini sasa kwa namna wanavyo wanavyoelezea yale matukio ni kama ni ukatili wa hali ya juu sana. Ukatili wana ushahidi, hawezi wakaanza kuchafua nchi kwa vitu ambavyo hawana wana, ushahidi navyo. Wao wameingia nchini, wamevunja taratibu. Nchi hii ina sheria zake na taratibu zake. Hatua zimechukuliwa, wameondoshwa, wamekwenda. Sasa kama wao wanaendelea kupakaza mambo huku wanayojua wao, wacha waendelee. Lakini hii nchi ni nchi huru uh, ina taratibu zake na mtu yeyote anayeingia hapa lazima fuate taratibu za nchi. hauoni kama hili pengine kwa namna wanavyozungumza linaweza likachafua taswira ya Tanzania? lichafua aliwezi kuchafua nchi bwana, litachafua nchi namna gani? Kwa mtu ambaye amekuja kuvunja taratibu, akitoka hapo aenda akaanza kulalamika. Hii nchi ina heshima zake, inaheshimiwa na kila mtu na watu wote wanaifahamu Tanzania. Wao sio watu wa kwanza kuja Tanzania, watu wengi wamekuja Tanzania. Sasa kama wao wanakwenda kuzalisha mambo yetu mazao za uongo uongo, wachaendelee kufanya lakini Tanzania haiko hivyo. Hivi ni vyombo vya kisheria vinasimamia eh, sheria na wao walivunja sheria, wamechukuliwa hatua, wameondoshwa. Na hilo alitaharibu jirani wetu sisi na Kenya eh, na na, eh, na narudia, narudia kauli ya mheshimiwa rais, Tanzania sio shamba la bibi, kwamba watu wakishashindwa huko wakishafanya madude yao huko wanakuja hapa ndipo kuja kudemka. Tanzania sio uwanja wa kudemka hii <todimuki>. Nchi ina taratibu zake na utamaduni wake, ina amani yake aina ya siasa tunayofanya Tanzania ni utamaduni wa siasa ya Tanzania. Sasa mtu asitoke huko akalazimisha utamaduni wa siasa ya nchini kwake akaja kutaka kuleta utamaduni wa siasa ya nchini kwake akauleta Tanzania. Kuna baadhi ya Wakenya sasa hivi wanaogopa kuja Tanzania wakiofia kukamatwa. Wala wasiwe na wasiwasi, Wakenya ni ndugu zetu na hakuna Mkenya yeyote anayenyanyaswa ya Tanzania. Yaani wasahau tena kabisa, niwaambie kabisa kama wanadhani maneno yao ya kutunga tunga, kutungatunga wanayoyatengeneza yataharibu uhusiano wa Tanzania na Kenya, wasahau. Mimi kijijini kwangu nakoishi kuna wakenya wapo, na wengine wameoa hapa. Sasa rafiki atakuja tungetuge maneno, mimi ni sisi tuanze kugombana na ndugu zetu? Haiwezekani. <coughs> Haiwezekani eh, wanapoteza muda tu mm, na kama wanafikiri watainterfere affairs zetu, hawawezi. Kama ni uchaguzi sisi tunafanya uchaguzi wa amani sisi, sisi Tanzania uchaguzi ni sherehe. Ndio maana hata wakati wa kampeni wagombea wanaenda kwenye mikutano na wasanii, watu wanacheza, wanaserebuka. Ndio utamaduni wa siasa za Tanzania. Sisi hatuendi kwenye mkutano wa, wa, wa, wa, wa kampeni na mapanga na marungu na mashoka a